Chama cha ACT Wazalendo kimetoa tamko kufuatia uhaba wa maji jijini Dar es Salaam. Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa, chama cha ACT Wazalendo kimesema kwamba kwa, kwa takribani wiki nne sasa wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam wameendelea kukabiliwa na uhaba mkubwa wa maji safi na salama. Tatizo hili limeathiri karibu maeneo yote ya mkoa huo huku wanawake wakiwa waathirika wa, wa kubwa zaidi kutokana na majukumu yao ya kila siku ya familia na jamii. Athari za uhaba huu wa maji ni kubwa kiafya, kijamii na kiuchumi. Changamoto hii imesababisha bei ya maji kupanda na kiwango kikubwa ambapo lita ishirini za maji zinauzwa hadi elfu mbili katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Dar es Salaam. Mkoa wa Dar es Salaam ndio mkoa wenye idadi kubwa zaidi ya watu nchini ukiwa na wakazi takriban milioni tano kwa mjibu wa sensa ya watu wa na makazi ya mwaka 2022. Zaidi ya kuwa ni idadi kubwa ya watu, Dar es Salaam ndiyo mkoa unaopokea wageni wengi zaidi wa ndani na nje ya nchi, na ni mkoa wa kimkakati wa kiuchumi na kidiplomasia. Hata hivyo, pamoja na umuhimu huo wote, wakazi wa Dar es Salaam wameendelea kukosa huduma ya maji safi na salama kwa kipindi cha takribani wiki nne sasa. Aidha, hey, Dar es Salaam ndiyo mkoa unaochangia mapato makubwa zaidi ya kodi nchini. Kwa mujibu wa takwimu za mamlaka ya mapato ya Tanzania, TRA mkoa wa Dar es Salaam pekee kwa kipindi cha miezi sita kuanzia Juni hadi Desemba 2024 ulikusanya zaidi ya shilingi trilioni 13 za mapato ya kodi. Pamoja na mchango huu mkubwa wa kiuchumi, chama cha mapinduzi CCM na serikali yake zimeendelea kushindwa kutatua changamoto ya maji katika mkoa wa Dar es Salaam kwa kipindi cha zaidi ya miaka 64 tangu uhuru wa nchi yetu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa hivi karibuni na mkurugenzi wa Dawasa wakati akizungumza na alili wa vyombo vya habari, sababu kubwa ya uhaba wa maji ni uchereshaji wa mvua aliyosababisha kupungua kwa maji katika chanzo cha Ruvu cha Ruvu nchini, na hivyo uzalishaji kushuka kwa zaidi ya nusu ya uwezo wake wa kawaida. Kauli hii iliyotolewa siku moja kabla ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Nchemba mbunge, kutoa wito kwa Tanzania kuzingatia taarifa na tahadhari zinazotolewa na mamlaka hali ya hewa Tanzania TMA kuhusu upungufu wa mvua, akisisitiza kuwa wananchi wasipuuze taarifa hizo na wachukue tahadhari mapema. Kwa mantiki hiyo, waziri mkuu alieleza wazi kuwa katika dunia sasa upungufu wa mvua si jambo la ghafla kwani, mamlaka ya hali ya hewa ambapo ni chombo cha serikali kinachotumia bajeti ya umma na vifaa na wataalamu wa kutosha wa kutoa tahadhari mapema. Hivyo basi, serikali ya CCM haiwezi kukwepa lawama za uzembe mkubwa katika kushughulikia changamoto hii ya maji Dar es Salaam. Onyo la upungufu wa mvua ilishatolewa mapema lakini DAWASA na mamlaka nyingine za maji zilishindwa kuchukua tahadhari stahiki. Matokeo yake ni kadhia kubwa inayowakumba wakaazi wa Dar es Salaam kwa sasa, ambao bila hatua za haraka, inaweza kusababisha mlipuko wa magonjwa ya kuambukiza kama kipindupindu na mengineyo. Kutokana na hali hiyo, ngome ya wanawake ACT Wazalendo inatoa wito wa ufuatao. Kwanza, serikali ichukue hatua za haraka na za dharura kuhakikisha wakaazi wa Dar es Salaam wanapata maji safi na salama bila kusubiri mvua kunyesha, kwani haijulikani itanyesha lini. Pili, serikali ya iachani na majibu mepesi kwa maswali magumu na badala yake itafute vyanzo vya mbadala vya maji pamoja na kuboresha mifumo ya uhifadhi wa maji na utunzaji. Kwa mfano, chanzo cha Ruvu chini bado kwa sasa kimepungua maji na nyakati huja hadi maji kuvuka kingo za mto. Serikali makini ingetumia vipindi hivyo kuhifadhi maji kwa matumizi ya baadaye. Serikali ichukue hatua za kisheria na kuwajibisha wote waliohusika na uzembe wali uliopelekewa wakazi wa Dar es Salaam kukosa maji safi na salama.